Tuseme mahakama imeamua. Tulikuwa tumejiandaa na tulisema kama tulikuwa tumejiandaa kushughulika naye huyo shahidi, tunamfahamu vizuri na kurudia tena na siku yoyote, tumeka tu akiba siku yote atakapokuja, kama atamleta basi, kushughulika naye na ipasavyo. Tulikuwa tunalilia siku zote kwamba kesi ianze ili ulimwengu wote uweze kufahamu haya mashtaka anashtakiwa na Tundu Lissu ni mashtaka kweli au ni kitu kingine. Sasa tunafurahi kwamba angalau safari hiyo ya sisi kuonyesha dunia kwamba kilichoko ni kitu tofauti kabisa ime, imeanza. Tunasikitika kwamba tumekatishwa leo katika namna hiyo, lakini tupo tayari, tutakutana tena katika kesi mnamo tarehe moja. Shahidi atakaye kuja tutashirikana naye kwa ufasaha ili kuonyesha dunia kwamba kwa mtazamo wetu na wateja wetu, Antipas Tundu Lissu Mwai hajafanya au hajatenda makosa yote ambayo anatumiwa nayo, na tutaonyesha kwamba kuna mambo mengi mengi, mengi, mengi, mengi ambayo yamepelekea kesi hii na kulikuwa hakuna sababu yote ya kisheria ya kufungua kesi hii. Kwa hiyo tutakutana tena, Mungu akipenda, mnamo tarehe moja mwezi wa saba. e, muendelee kuhudhuria kwa sababu tunaamini kwamba tutaonyesha umma e, kama nilivyosema kwamba e, hakuna chochote kile ambacho Tundu Lissu amefanya ambacho kinastahili kuitwa e, mashtaka au kuitwa kesi. Ni hayo tu kwa sasa kuhusu kusimamisha kwa muda ushahidi wa shahidi ili kusubiri ushahidi wa shahidi, shahidi mwingine. Ya, sasa tulipinga vikali mlikopo mmesikia, na tukasema kwamba tafsiri yetu ni kwamba tu, e, ni uoga wa shahidi kuuliza maswali mahakamani kwamba shahidi, hakuna lolote, ni kinga tu inawekwa ili tusishughulike na shahidi ambaye wote mmenisikia mahakamani nikisema tunamfahamu vizuri, na ndio maana nikasema wenzetu wanadai ni afisa wa polisi ana cheo cha inspekta, kwamba yeye ni mtaalamu au mchunguzi wa makosa ya, ya kimtandao. Ndivyo ndio shahidi alivyosema. Narejea tena tulikuwa tumejiandaa na bado tunajiandaa kuonyesha kwamba stori hiyo sio stori ya kweli, lakini hatuwezi kusema huko hadharani barabarani.